Ukikaa juani mfano sasa hivi nikichukua kiti au nikichukua meza, unikwambia hebu simama hapo juani, ikipita nusu saa utakuwa unajisikia hali mbaya. Lakini huyu mtu amekaa kivulini, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Yani atakaa sehemu yenye pumziko la Mungu, atakaa sehemu yenye nini? Yenye pumziko la Mungu, kwenye kivuli chake Mungu. Bibilia inasema sasa kama utakuwa umekaa, kama utakuwa wewe ndo huyo mtu, nitasema kwa hiyo. So kila mtu anaweza kusema, nitasema kama nimeketi, kama nimeweza kufanya hiyo kanuni ya kwanza, nitasema Bwana au Yesu ndiye kimbilio langu, ndiyo, ndiyo kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Sasa auwezi ukasema Mungu ndo kimbilio lako na Mungu ndo ngome yako, kama hujaketi mahali pasiri, hauombi, hausomi neno, au unafanya hivyo vitu kwa haraka haraka, hutaki kuketi. Hutaki kuketi utulie, unataka ni uende mbele za Mungu dakika tano, dakika kumi imeisha umeambia usome Biblia mwezi mzima umesoma mara moja mstari mmoja hivyo. Sasa hapo bado hautaweza kusema Bwana ndiye kimbilio lako naye ndo ngome yako, sana sana unaweza ukasema akili yako ndio kimbilio lako na ngome yako. Bwana Yesu asifie sana. Kwa sababu wewe kama Mungu ndio kimbilio lako na ngome yako, kwa nini hauombi? Kwa nini hausomi neno lake? Kwa nini hautaki kumjua? Hivi unajua pia kutokuomba ni kiburi. Inamaanisha najiweza, naweza na peke yangu, ndo maana siombi. Inamaanisha simhitaji Mungu ndo maana ndo maana siombi, ni, ni aina fulani ya kiburi. Kwa hiyo utasema tu kuwa bwana ndiye kimbilio lako na ngome yako kama utakuwa umeketi umekubali kukaa mahali pa siri pake aliye juu.